Yes, shukurani Nairobi. Eh, hii ni yako Mimi si mtu wa kutaja watu sana But leo nimesema nikutaje hiyo kitu inaitwa concerning Waruinu kuongea kuhusu ati ndio maana Mungu amemnyima wa watoto Please. Ah, sisi ni mafanzi wako sana sisi ni mafanzi wako lakini ukijaribu kuguza Waruinu let me tell you Ah sisi tuko hapa na wewe. Tuko pamoja pamoja pamoja. Kwani wewe hujawahi ona mtu ako na watoto ishirini ama kumi? Eh? Ama hata tano wale anasemanga nimemaliza kuzaa. Na amemaliza kuzaa. Na hata miaka ilisonga. Eh? Hata haezi pata mtoto mwingine. Na ajali inatoka from nowhere. Watoto wote wanaenda. So kukuwa tasa Mungu ndiye anajuanga. Na hata kukaa na watoto mpaka wakuwe wakubwa wafike kuolewa na kuoa, kama venye mamako wamekuzaa wewe. By the way, usijaribu kudharau wanawake. Ukidharau wanawake, ujue unadharau kila mwanamke yako Kenya hii. Don't touch, na ukitouch sisi tuko na wewe hapa kwa hapa. Nakwambia chokorea na kuambia, you must stay love if not so sisi tuko na wewe hapa kwa hapa, eh, na sisi wachana na sisi. Usijaribu kuita Waruinu Tasa, please, okay. wageria ni ukuona mwaki ule wakana kirelebi. Kwanza wewe muini wa gospel uwe. Na ni I'm sure doge koro tali waina mwiri uwe penina tondo haku ya ini yodhe ni mainite. Kinyururikia mwiri uwe penina. Uwe, kama wane mwana mke, mumeole wana waruinu. Wewe saa hii, ungesha sema waruinu watolewe inje. Wewe, wewe. Ungesha kume sema, uyu ata asagi, ungekume memuja sa dunia musima. Kama ukiwa peke yako na ukijua wewe ni mtu anaonekana ni celeb, wewe unajua unaonekana na kila mtu na unatoboka kitu inakaa hivyo, ah, wacha kujiangusha. Mungu alikuwa amekuinua, wacha kujipeleka chini we mwenyewe. Nimekuambia don't try that one, na kama unataka kujaribu, sisi ni wanawake, okay, na utatujua. Kama mimi unijui, na sasa utanijua. Kwa pamoja, mimi ni fan wako, na utatujua sisi kama wanawake, eh, hey. Wewe uko na mtoto mmoja si ndio? Si uko na mtoto mmoja? I hope unarudishia Mungu shukrani. Na hizi zile vitu unaongea, wacha kurusha laana kwa nyumba yako wewe. Eh? It's like unataka kurusha laana kwa nyumba yako wewe mwenyewe. Eh? Ni urerete. Eh? Ni uri urarera. Mwana waku ina miaka igana. Ni akinyete nginya university na akagia na mutumia. Mutumia ucio nuonete akigia mwana. Wewe well, tugikire na otige kwaria muno. Eni, to we no usiare una siare usiare chena iku mi. Mwana waku ni asiare te. Ota kio e kero mige dia kura yumono. Kero mina oge kohe gina hida re nene muno. Ah, you have to apologize. Direct, direct. Kama venye uliongea ongea. Kwa public ukaongea, ukasema uka sema hivo hivo. Utarudi tu hapa. Na uongee the same thing. Chokora na Nairobi. Stop, stop and you stop. You stop. Umekwambia stop. Urudi hapa ukuje uapologize, otherwise wa mama, tuko na wewe hapa kwa hapa. Sio mungu anasemanga ukose watoto ama upate? Sio watu husema si ati venye uko fertile, ati bibi yako uko fertile ndio maana akona mtoto? Wewe chunga sana, chunga sana. Hakuna mtu anasemanga upate watoto, ni Mungu anapeana na ni Mungu uchukua. Tuko pamoja na kuna mtu amezaa watoto na hata saa hii, waruinu wakuwa na mtoto mmoja. Wewe ni grupu ya kusema kama unataka nua keep off wanawake, nimekwambia wewe, grupu ile hiyo nikorogo. Na kama unataka nua wewe, stop. Nimekwambia stop. Hata saa hii unafaa kuwa already sasa. Kwanza uko na watoto wawili, saa hii tunaongea hivi. We we, wacha nimekwambia, koma na kukoma wanawake. Wakiguzwa tumeguzwa Aha, the whole world wanawake ni jina kubwa sawa. ithwe twiruriri ni ithwe ruriri gwagwa gwagwa ni gutha kwira. Okay, chokora ya Nairobi, the same microphone shika, ukuje u apologize direct.